wni na wadau wengine wote, lakini pia nashukuru kwa kunialika na kutambua kwamba mimi ni sehemu ya familia hii. Sisi sote tunajenga nyumba moja, na hiyo nyumba inaitwa kuwatumikia Watanzania. Nashukuru sana mkuu wa mkoa kwa kutambua hilo, na nitoe wito kwamba mimi Sigrada Mligo ni mbunge wa wote wa mkoa wa Njombe na Tanzania nzima Msinitenge, lakini mimi ni kijana ambaye nahitaji pia kusaidiwa na nyinyi. Ukinipiga kwenye grupu haitanifikia, nitafute inbox dogo. Huko moto mno, tuliza break. Nitatuliza, lakini jambo jingine la ufafanuzi kidogo, lakini mimi sijatangazwa na chama changu, nimetangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba mtambue hilo. Yaani tumekaa kichama chama sana hatutaweza kuijenga Njombe. Nimetangazwa na tume ya uchaguzi ambayo tume hiyo iliteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama ni ugumu pelekeni huko. Na toa ushauri kwa leo. Leo sitakuwa na maneno mengi zaidi ya ushauri kulingana na yale mambo ambayo yamejadiliwa hapa. Na kwa sababu mimi ni mwananjombe, yale yaliyojadiliwa hapa asilimia tisini na nane yananihusu na nimeyaishi. Jambo la kwanza ambalo mambo yangu mengi yanajikita kwenye nini kinachangia migogoro na misunderstanding sana kwenye mkoa wetu, jambo la kwanza, hasa kwenye migogoro ya ardhi, ndio kuna matatizo. Mimi changamoto niliyoiona mkoa, mkoa mkoa mzima wa Njombe, tuna hakimu mmoja wa mahakama ya ardhi mmoja, ambaye anazunguka Udewa, Makete, wa Nging'ombe, kote huko. Kwa hiyo kesi nyingi zinacheleweshwa. Inafika mahali mzee amaingaika na kesi miaka kumi anaona basi mimi nife tu na mali yangu. Watu wanakufa kwa stress. Kesi haiishi. Kila siku ni kuhudhuria mahakamani, akifika mahakamani hakimu yuko leo. Kesho kutwa akifika hakimu yuko Wanging'ombe. Hili nafikiri tukirekebisha kila wilaya ikawa na mwenyekiti wa baraza wa wilaya ambaye ndio hakimu. Itaenda kupunguza kucheleweshwa kwa kesi miaka kwa miaka. Kesi za ardhi mkoa kwa mkoa zinaenda hadi miaka 30. Eh? Huyo mtu si anakufa, na anaacha haki yake imepotea, ime... Kwa hiyo hiyo tuanzie hapo, itafanya kesi ziishe kwa wakati, mtu ajua amekosa au amepata. Jambo jingine ambalo inasababisha migogoro hasa kwenye ardhi, inapelekea tu wanauana sana, kwa sababu Njombe, migogoro mingi na mauaji mengi ni mapenzi na ardhi, ndio ndo inasababisha, yaani yani, uvivu uvivu ule sasa unakuta tuna mabaraza ya ardhi, kuna mtu ameyagusia hapa, nafikiri niarapisiwe. Unakuta ayo mabaraza ya ardhi yakaa, tayari sheria inataka yasuluhishe, wala sio kutenga kama ni kesi. Lakini mabaraza ya ardhi, mheshimiwa mkuu mkoa, yanachukua kesi kama wenyewe ndio mahakama. Sasa wanaita na mashahidi, wanaenda mpaka saiti, kila mtu achangia laki moja na nusu sheria ilisharekebishwa shari, na waheshimiwa wabunge kwamba baraza la ardhi itadili na mambo ya kimadaidai kusuluhisha na mambo ya kiaridhi. Levo yake sio kuhukumu, levo yake ni kusuluhisha. Tusipopatana pale, ile kinugu ki, ki, ndio inatuandikia barua ya kwenda mbele, lakini wao wanatenga kama ni mahakama, na mwenye hela za kuwapeleka watu saiti ndo atakayeshinda ile kesi. Hasira zinaanzia pale lakini pia kuna mtu aligusia pia madiwani madiwani. Pia kuna mahali tunajisahau, tunahisi tunahusika kwenye kesi za jinai. Wewe uhusika wako kwenye kesi ya jinai ni pale unapoona kitendo kinafanyika na kutoa taarifa, kwa sababu sheria ya makosa ya jinai haijasema polisi ndio akamate mtu, imesema polisi na mtu mwingine yeyote pale kitendo cha jinai kinapofanyika mbele yako. Lakini unakuta madiwani kesi ya jinai imetokea, kosa la jinai limetokea, na diwani nao anageuka mahakama, anasaini upande fulani kisaula mko assembly ah ah, bwana sasa ni neutral person. Kama mtu ametenda, acha sheria ichukue mkondo wake. Hii pia itapunguza migogoro. Lakini pia issue nyingine inasababisha migogoro hasa ya ardhi ni kwenye maeneo ambayo serikali ilitenga. Kuna mtu ameongea vizuri hapa kwamba serikali irasimishe hayo maeneo. Kumekuwa na utaratibu, kwa mfano, halmashauri za miji zina maeneo yake na huwa sometimes halmashauri inampa mtu binafsi ayaendeleze sasa huwa halmashauri zile zinajisahau, yule mtu anatumia mpaka zaidi ya miaka kumi na mbili. Ndugu zangu madiwani, mkishamwachia mtu eneo la halmashauri alitumie, akishazidisha miaka kumi na mbili, sheria naamini ni kwake. Baadaye mnapokuja ni kama halmashauri mjenge shule, kijiji kinasema hili eneo ni la wakina Mwaro. Kwa nini? tuliona wakilitumia miaka na miaka na miaka. Mgogoro unaanza. Kuna kesi kati ya halmashauri na mwananchi. Halmashauri imenyang'anya eneo lake. Kwa maana kinachokuja na mahakamani ni nini? Sio baba, hakuna ushahidi. Ni kweli ni kwamba eneo lenu, lakini sheria ya ardhi inaamini mpaka miaka kumi na mbili imepita, mlikuwa wapi? Ndo maana hata ukifyeka pori ukaishi zaidi ya miaka kumi na mbili, hilo hilo eneo ni la kwako. Ulikuwa wapi wewe mmiliki wa awali? Ndo sheria inaamini hivyo. Kwa hiyo nakuta kesi na wanashinda yule amezaa vimeliona vimeliona lile eneo baba bime, weo, msisi jube, alizu, sema, eneo baba vitoto mali hii na baba yake. Kwa hivyo hii migogoro, tujue kwamba hata kama tunampa mtu eneo basi, ile mikataba tuwe tuna renew mara kwa mara, maana akikaa miaka miwili unaanza mwaka wa kwanza yani, unaanza upya. Lakini mkisairisha mikataba ile mkasahau ku renew brother, ikipita miaka 12, eneo ni la uko hilo, halmashauri haipo. Mkienda mahakamani, wanawapiga vile vile halmashauri, kwa maana kuta kesi nyingi za hivyo tunashindwa kama halmashauri. Lakini jambo jingine, ndio hiyo ushauri wangu kwenye hilo halmashauri, rasimisha na na msemaji mmoja, lakini pia ili kuondoa migogoro na shauri sasa hivi kuna makampuni mengi sana ya upimaji, basi halmashauri ziingie mikataba na makampuni binafsi, kama zenyewe kama zenyewe haziwezi kupima maeneo. Na bahati nzuri tuna madiwani, diwani, ongea na halmashauri ikapime maeneo ya kata yako yote na mipaka kwenye barabara, tuweke kila kitu. Mbona simple tu. Na bahati nzuri mna uwezo wa kuitisha mikutano ya vijiji na ya kata mkashauriana utaratibu mzuri wa kupima mipaka yenu, na kuna migogoro sasa hivi mikubwa ya yani, mipaka kati ya kata na kata kijiji kwa kijiji. Sasa wewe diwani huko hapo kwa ajili ya nini? Si ukae na watu wako mkubaliane yaani, mwito wa wataalamu wa halmashauri wataalamu wengine ubia na makampuni binafsi kama wao hawawezi. Kwa hiyo mimi ni ushauri wangu huo wa, kwa waheshimiwa madiwani turasimisha maeneo kwa kushauriana na halmashauri ya halmashauri zetu tutafutie makampuni ambayo ya, ya smart kwa ajili ya hilo zoezi. Na ukiwaambia wananchi wa wachangie urasimishaji sidhani kama watakataa. Siku hizi hata vikopa vyenyewe wanataka uwe na, na, na eneo hilo lililorasimishwa. Kwa hiyo ukimrasimishia mwingine ataenda kuchukulia ruhuzi wao mkopo au sio? <coughs> Eh. Uh, <coughs> uh, <coughs> ni jambo lingine ni faini za kilimo na misitu. Jamani, jamani, mimi nishawahi wahi kuwa mfanyabiashara wa ambao na mkaa. Jamani, faili zilizomauma barabarani! Na kwenye hili mimi pia nitalishukua na mheshimiwa mwenzangu, tuone shida ni sheria zilipitishwa na Bunge au kuna watu tu wamekaa kikao cha kifamilia, wameamua kukupiga faili za watu wanaofanya biashara ya mbao kuna mmoja ametoa fafanuzi hapa. Ile sheria kuna kasheria fulani kanasema, kosa moja milioni moja. Jamani, unajua yule anasimama getini anachukua ile sheria kama ilivyo sio, ameshika kufafanua, huwa sijui, haangalii udogo au ukubwa wa hilo kosa, anakwambia hapa una makosa manne. Sasa kuna mmoja amesema sisi wafanya biashara tunakimbizanaga na muda, sometime kuna yule mfanyakazi anaweza katoa ile faili ukahisi umemuwini, kesho na kesho huko familia. Kumbe ametoa kwa hasira mbele ya mawazo. Hivi yule mganga wa Mkonde alikufaga yule. Mama. Eh, yako unatoa hela ndio hujamishia, hujafanya nini? Mama hizi ni mfanya biashara na hela. Kumbe hata hana hela ila hasira tu kwamba ngoja akifika mbele anatafakari na serikali ya kichwa chake hajiulizi kwa mke wake wala kwa mpenzi wake anachukua maamuzi. Ushirikina upo kidogo. Mimi nawaambia tutende haki. Kwa hiyo hizo faini jamani za maparachichi, kuna kijana mmoja alikamatwa hapa Ndime anapandisha na nilimpigia mheshimiwa diwani wa, wa Njombe mjini leo. Pale amekamatwa mtu amezidisha trei moja la maparachichi. Anaambiwa kosa moja, faini ni milioni moja. Yaani trei ile si elfu ngapi ile? Anatakiwa alipe faini shilingi ngapi? Milioni moja. Mimi nilichofanya, niungana na aliyesema alitoa rushwa mimi nilienda pale nikampa yule wa getini elfu hamsini ili yule mtu wa watu aondoke. Wa sasa inakujaje? Tunapotezaje mapato kwenye kieneo kama hiki? Mimi kutoa faini hiyo siwezi, ninachofanya na honga, na ndio kinachofanyika kume. Bora tukaweka faini ndogo watu wakawa wanalipa kuliko kuweka faini kubwa, kwa siku waliokosa wako ishirini aliyekulipa faini halisi ni mmoja au hayupo, wote wametoa vile elfu hamsini hamsini vile elfu ishirini vile laki moja Faini nyingine inakuja kwenye mambo ya maegesho. Sasa hiyo ni lebo ya madiwani, na nafikiri madiwani mliopo hapa mtakuwa mashuhuda wangu. Ishu ya kaki, ishu ya kaki. Mama anataka chukua ile nani papa, si mtoto. Bahati mbaya sana wenda njia hiyo hakuijua kama inaingia au haingii, ameacha tu pale. Akirudi wameweka lile limnyororo. Alafu wale vijana sio wanakuaga mafunzo na ni wakatili. Yaani sio watu approach hapo kwamba mnaweza mkajadiliana. Yaani yao, yaani ile ni sheria imebeba kama ni nini? Yaani hataki kusikiliza. Sasa unakuja unaona una, una, una, una kwamba kumbe faini ya kukosea kwa kuegesha au kukosea kupita na pikipiki ingekuwa labda elfu kumi -10, au elfu ishirini. -10. Mtu anatoa teni kitu gani? Anakwepa usumbufu. Lakini ninapokuwa elfu hamsini na wakosaji wengi ni bodaboda. Boda, boda boda boda za mikataba. Yaani hiyo elfu hamsini hiyo jiona anaenda kuiba TV auze apate hela kumpelekea bosi. Hesabu hiyo ameielewa? Ndio hesabu yenyewe jirani yako ameacha moto kidogo anza ameshika TV ameenda kuuza. Marejesho yamembana jana amelipa fine elfu hamsini. Boda boda kuipata elfu hamsini jamani ni mchakato. Piga elfu moja moja wateja wangu apate elfu hamsini. Ndio utajua. Kwa hiyo kuna faili ambazo kuna hela tunazipoteza kama mapato lakini kwa kutengeneza faili kubwa ambalo kiwalisho unajua, hii so, faili hawezi kutoa hapa, alafu wale wala mtoza ni wale, yani ukikosea barabara ukaenda ukamipa tuzirekebishe na bahati nzuri hizi faili ndogo ndogo ziko level ya baraza la madiwani ili tuzipate moja kwa moja. Lakini jambo lingine ambalo mimi nimeliona ni changamoto na ni kelele nyingi, na nafikiri changamoto ni kwamba halijawekewa tu utaratibu mzuri, ni hizi hela za vikundi za halmashauri. Ni sidhani kama nimekosea kwenye uelewa wangu, mimi ninapojua ni asilimia kumi ya mapato ya kila baada ya miezi mitatu. Changamoto niliyoiona mimi pia nafikiri kuna mahali walitelekezwa, hawakuhusishwa, yaani kwamba hizi hela zinatoka kwa utaratibu upi kwa vigezo vipi, na mtu ukikosa maanake umekosa kwa nini? Kwa sababu ilifika mahali diwani akiulizwa naye haelewi, yaani hana majibu yani, diwani, hana majibu. Mimi ninavyojua kwa mujibu wa kanuni tumefundishwa hapa na sheria, diwani ziara rasmi kwenye lebo ya halmashauri yani, diwani Ndiyo mzungumzaji wa mwisho wa jambo lolote. Jambo lolote usiposhirikisha baraza la madiwani umeleta contradiction. Na kwa sababu kipindi hicho babu anatafuta kura, walichokuwa wanasema yeye anaisikizia halmashauri lakini sio sehemu ya ile halmashauri. Maana na yeye anaisikizia nini halmashauri. Ilibidi wafanye hivyo kwa sababu na wao hawakuwa na nini na majiji. Lakini nikahisi kwamba madiwani waliondolewa sio kwa mujibu wa sheria ila waliondolewa kwa personal issues za kwamba tukihusisha madiwani wataleta labda siasa kwenye vikundi. Nchi hii kila kitu kinatenguliwa na sheria kinawekwa na sheria. Kama baraza la madiwani ndio waidhinishaji wa fedha zote zinazotoka, tunahitaji tunatamani sheria hiyo itekelezwe kwa madiwani kushirikishwa. Akilata vikundi vya wake zake vikishindwa kulika situtajikamata situtajibana, au sio kwa sababu unakuta watu wananyimwa mkopo kwa umbea, yaani wanasifa zote iwa kuna mtu amesema. Si unakikuta kile kikundi kina wajane wajane, wake wajoni, wale unaona joni mbodiwani. Sasa watu wana sifa zote, wananyima mkopo kwa umbea. Sasa hiyo tusiruhusu, tunachoangalia uingizi vigezo, usipolipa utaratibu unasemaje? Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, sana sana sana huko mtaani. Na kama hizi fedha kama utaratibu unaposema zinatolewa kila baada ya miezi mitatu, basi madiwani wajue hii miezi mitatu asilimia kumi tumepata shingapi, na vikundi ambavyo management imejiridhisha viko vingapi, na ambavyo havijapata wakati vina sifa, utaratibu upoje, vitapata awamu ipi, sipo hata uteseke Ila tunapoficha ficha, ukimuuliza vikundi vimepata, kesho nitakucheki, niko kwenye kikao, sijui nini, yaani chenga nyingi nyesha maelezo. Hela sio za kwetu, hizi ni za Watanzania. Sasa tunachotakiwa kufanya nikuambia ukweli, hela nani? Kodi safari melipa kidogo. Kwa hiyo vimepata vikundi saba katika hamsini ninyi wengine msubiri. na msimamo mmoja kwamba kama ni msamaha, mwajiliwa yeyote akishatimiza miezi sita kwenye ajira kama sheria za mikopo na sheria nyingine zinazosema awe na sifa ya kupata msamaha wa kodi kwenye gari, ili aendeshe ule gari akiwa bado damu ni changa, sio mzee. Lakini watu wengine ambao hawajaingizwa ni madiwani, nitaenda nalo hilo luketua, na gari ya miaka tisa anaangaika nayo mara smefanyaje tumuriaka nyingine hana. Kwa hiyo madiwani nao litaenda kutoa ushauri, muingizwe kwenye kuagiza magari kwa exemption ya kodi, kwa sababu sisi wa bunge tumeingizwa kwenye exemption, kwani nalote unalotaka mbunge unaagizwa na kwa exemption ya kodi. Sasa kazi ya mbunge na diwani ni zile zile, kwa nini mkatua wa macho